Unakumbuka mara ya mwisho tuliishia wapi? Sasa leo tunaendelea pale ambapo tuliishia. Uh, tunazungumzia sababu inayosababisha kwa nini magari mengi yanaharibika yakiwa katika safari ndefu. Karibu katika show, naitwa 255 Jerry. Mimi ni mtaalamu wako wa magari ambaye nitakupa sababu ambazo zinaweza kukulaza porini. Endapo utasikiliza shoo hii mwanzo mpaka mwisho utaepusha baadhi ya vitu vingi sana, na kama utakuwa umepitwa na shoo iliyopita ama shoo zetu zote, unaweza kwenda katika YouTube channel yetu ukaandika The Gear na ukafuatilia shoo zetu zote zilizopita. Na kama una comment, sehemu pekee ya kwenda ni katika Instagram na kuandika 255 Jerry, ukatufollow na ukadrop comment yako pale. Sasa bwana, air cleaner ni kifaa kidogo tu kwenye gari. Inawezekana pia kikawa ni cha bei rahisi tu, lakini kinaweza kukufanya ukalala porini ama ukapata breakdown wakati upo safarini. Kipi kinachofanya air cleaner ikusababishie wewe uh, upate breakdown? Basi sababu mojawapo ni kitu kinachoitwa vumbi ama dust. Sasa ukiwa safarini, uh, ni rahisi sana gari kuingiza vumbi katika upande wa air cleaner housing na si magari yote yana tabia hii. Nitakuja kuambia uh, magari ambayo yana tabia kubwa ya kuingiza vumbi katika air cleaner, lakini kwa sasa ni kwamba air cleaner ikijaa vumbi kwa, kwa asilimia kubwa, uh, inafanya gari kukosa nafasi kubwa ya upumuaji. Air cleaner kazi yake kubwa ni kuchuja hewa ambapo itaingiza hewa safi katika engine na kublok uchafu wote nje. Sasa endapo air cleaner yenyewe ambayo kazi yake ni kuchuja kama chujio vile limejaa uchafu, basi utakosa hewa na gari kupungukiwa nguvu na hata kuzima kabisa. Sasa uh, vitu kama hivyo ukitazama show yetu ya The Gear utakuwa tayari umejua moja kati ya source iliyokusababishia gari yako kuzima njiani, na ukafungua air cleaner, kwa sababu ni zoezi la kawaida tu kwa baadhi ya magari hahitaji hata tool aina yoyote, na ukaweza kuisafisha na ukaendelea safari yako kama kawaida. Toyota Probox, moja kati ya gari ambayo inajaa sana vumbi katika uh, air cleaner housing na hii ni wale ambao wanatumia Probox katika maeneo yenye vumbi. Nadhani watu wa Kigoma wananielewa zaidi hichi ninachokisema, watu wa baadhi ya sehemu ambazo ziko karibu na mipakani wanaelewa vizuri sana kuhusiana na hili tatizo la kujaa vumbi katika air cleaner ya housing ya Toyota Probox. Lakini kuna ile Land Cruiser 70 series uh, series ya sabini pia inajaa sana vumbi katika mfumo wa air cleaner na Nissan Hardbody Hardboard bwana uh, inajaa vumbi na unakuta gari inaishiwa nguvu kabisa na hata ikifika wakati mtu yeyote anaweza kuovertake gari yako kwa sababu tu ya vumbi. So hiyo ni sababu moja wapo inaweza kumfanya mtu akapata breakdown, ama kwanini magari mengi yanapata breakdown yakiwa katika safari ndefu. Tunaenda katika sababu nyingine, battery terminal bwana, bei yake ni rahisi sana, inaweza kawa around shilingi elfu tano, elfu kumi, ishirini lakini sidhani kama inafika shilingi elfu hamsini kwa hizi gari za kawaida ukiachana na hizi gari kama Discovery na yeah. na gari zingine za European. Sasa battery terminal ile inaweza ikakulaza porini, kwa sababu kwanza ukiachana na kwamba battery terminal inaweza kawa inapata uh, carbon ambayo imezoeleka, wengine wanasema wanasafisha kwa kutumia soda, wengine wanachukua msasa wanasafisha, lakini battery terminal ni kifaa kidogo ambacho ukiwa safarini ni rahisi sana kuharibika kwa sababu kwanza Uh, inakuwa katika mitikisiko ya hali ya juu tofauti na, na kawaida, lakini pia ukipiga shimo inaweza kusababisha uh, kulegea zaidi. Lakini kingine ni kwamba kuna baadhi ya magari tu yenye mifumo yake katika uh, gari ambayo inatembea safari ndefu, betri terminal zinakuwa zinapatwa na changamoto sana, na hapa ni maandalia list ya magari ambayo yanakuwa na changamoto kubwa ya betri terminal wakati wa safari ndefu. Toyota Alphard. Wanaomiliki Alphard wanaelewa tatizo la betri temino liliyopo katika magari yao hasa wakati wa safari ndefu. Toyota Alphard, uh, mfumo wake wa umeme umeenda zaidi katika betri temino, vitu vingi sana vimechukua umeme katika betri temino. Lakini gari nyingine ni BMW uh, 3 Series E90 ambayo betri yake inakaa nyuma kule. Sasa katika ile betri temino uh, yake imeunganika na vitu vingi sana, yaani terminal peke yake imeunganika na vitu vingi sana, na ni rahisi sana kukatika kwa ile sehemu ambayo imeunganika na terminal, na kuweza kupoteza nguvu ama moto na kusababisha kupata breakdown hasa wakati wa safari ndefu. Toyota Wish yenyewe temino yake imekuwa ni rahisi sana kupata kutu, sijui ni kwa nini, lakini ni moja kati ya sababu inaweza kusababisha ukapata breakdown ama ukapata tatizo wakati wa safari ndefu. Kuna Mercedes-Benz W204. Pia Mercedes-Benz 204 pia inaweza battery terminal ya Mercedes 204 nayo ni korofi, hasa wakati wa safari ndefu, kwa sababu ya muundo wake, jinsi ilivyotengenezwa na umeme mwingi sana unategemea kutoka pale katika battery terminal. Sasa wale wenzangu wanaotumia manual. Manual car zimekuwa ni tofauti kidogo na watu ambao wanatumia magari ya automatic, wanaotumia manual wanaelewa kwamba gearbox za manual zinakuwa uh, uh, na changamoto nyingi sana wakati wa safari ndefu, hasa kama wewe sio mzoefu sana wa magari hayo, lakini pia clutch plate, pressure plate, release bearing, uh, zote zinaweza zikawa na tatizo So haya matatizo yote yanaweza akatokea kwenye magari ya manyu wakati wa safari ndefu na kufanya mtu akafanya clutch zikaungua na akashindwa kuendelea na safari yake, lakini kuna magari ambayo yenyewe ni korofi zaidi kwenye swala hilo la kuharibu ama kuunguza clutch plate na pressure plate. Nissan Caravan ni moja kati ya gari ambayo inaunguza sana clutch na Toyota Hiace zile za manyu pia zinaunguza sana uh, clutch na kuna Hilux. Hilux yenyewe pia ina changamoto kama hiyo, na Subaru zinazotumia uh, clutch ama zinazotumia manyu gear nyingi sana zina ugonjwa wa kuharibu clutch, kwa sababu Subaru kwanza inatoka kubwa. Kwa hiyo unaweza ukakuta ni rahisi sana kuweza kuharibu clutch na mfumo mzima wa gearbox wakati wa safari ndefu. Tunaendelea na vitu ambavyo vinasababisha magari mengi kuharibika yakiwa safari ndefu, lakini kabla ya tujaendelea zaidi, twende katika Instagram page ya Jerry andika mbili, tano tano Jerry, drop comment yako hapa, nini ambacho kimewahi kukutokea kati ya hivi vitu ambavyo tumevitaja hapa, na list ya show zetu zote, ama show zetu zote ambazo zimepita, unaweza kuipata katika YouTube channel yetu inayoitwa The Gear. Usisahau kwenda kusubscribe pamoja na kulike. Director yetu anaitwa Zosa. Tunaendelea bwana. Sasa kuna tatizo la gari, uh, hasa upande wa brake caliper. Brake caliper za gari nyingi huweza kupata changamoto wakati wa safari ndefu, sababu inaweza kawa ni uzee, kutu, uchafu, lakini pia kuna seal ambazo ziko ndani ya piston za brake caliper ambazo mara nyingine huweza kuchoka. Kwahio wakati wa safari ndefu hit joto linakuwa kubwa sana, kwahiyo uh, unapokanyaga breaki, uh, zile piston zinatoka nje na zinarudi ndani. Sasa kuna wakati zinatoka nje na hazirudi ndani, zinashikilia, uh, zinasukuma ile breaki Uh, kile kipande cha break pads inaenda kushikilia disk rota, na joto linakuwa kali sana na saa nyingine husababisha mpaka gari kuungua moto, yani moto kabisa gari inaungua. Uh, au unaweza aiwai ukasikia uh, tairi imekuwa nyekundu kabisa, rimu imekuwa nyekundu kabisa, disk rota imekuwa nyekundu kabisa. Lakini vitu kama hivyo ukiwa safarini, ukisikia harufu, unaweza uka, ukajua kabisa kwamba hapa changamoto inakaribia kutokea so. Uh, ni vyema kuweza kukagua gari yako kabla ya safari, kukagua disk rota, kukagua uh, kalipa, kubadilisha brake pad, kuweka brake pad zenye material mazuri ambayo ni ceramic. Kuna material ya breki ambayo yenyewe yanachangia joto kuwa kali. Kwa mfano, breki, kuna material yanayoitwa uh, metal, kuna semi metal na pia kuna material yanayoitwa ceramic. Next time tutawaelezea zaidi kuhusiana na brake pad, lakini leo hii nilikuwa nataka tu niwaambie kwamba uh, brake pad ama brake caliper ni moja kati ya sababu, na nimewaandalia listi ya magari ambayo ni korofi. Sio kwamba gari zingine ambazo sijataja haziwezi kutokea tatizo hilo, ila hii ni listi ya magari ambayo ni korofi zaidi kwenye kupata tatizo la brake caliper kujam zaidi ukiwa safari ndefu. Uh, Toyota RAV4 brake caliper za nyuma zinazingua sana na tukiongelea Mazda Mazda 65, zenyewe brake caliper wakati wa safari ndefu pia zinahitaga usumbufu wa hali ya juu, na kuna baadhi ya magari ambayo yenyewe pia brake caliper zinaleta shida hasa wakati wa safari ndefu. Nissan X-Trail T31 model pia zinaitaga changamoto kubwa sana katika upande wa brake caliper wakati ya wa safari ndefu, caliper zinakuwa za moto sana. Sasa uh, kwa ushauri ni kwamba unapokuwa safarini, kuna sehemu zile unaenda kuchimba dawa, kuna sehemu ambazo unaenda kula. Uh, usishike lakini una uwezo wa kusogelea tu mkono wako kama hivi, ukahisi joto kwenye mkono wako, kiganja cha mkono wako, upande mmoja, upande wa pili Uh, pande zote nne kuna upande ambao una joto zaidi, ujue ule upande una changamoto. Ama kama ni kipindi ambacho kuna maji, kuna mvua, ukipita sehemu yenye maji, basi utaona kuna moshi mkali zaidi unatokea upande mwingine. Kote zitatoka moshi kwa sababu umetembea umbali mrefu, lakini upande mmoja utavuka moshi mkubwa zaidi, ambao unaonyesha kwamba kule joto ni kali zaidi, na unatakiwa ukimbia haraka kwa watu wa huduma kwa ajili ya kuweza kutatua tatizo, hasa ule upande ambao una changamoto. Harufu pia unaweza ukasikia, lakini pia ni vyema kufanya inspection uh, kabla ya safari na baada ya safari. Tunaenda katika pointi yetu nyingine, taya kupata heat na kupasuka, inaweza kakulaza njiani. Kama unaweza ukawa umepata changamoto kama hiyo na mbele kuna gari ama upande wa pili unaweza kupata ajali kabisa na kupoteza maisha. So hiyo ni sababu mojawapo inaweza kufanya ukapata breakdown ukiwa njiani. Uh, iko hivi magari mengi yananunuliwa ni used. Na gari unakuta imetoka katika nchi yenye baridi na tairi zile zipo za aina tofauti tofauti, tairi nyingine zipo special kwa ajili ya sehemu za baridi, na ukuta mtu anatumia ile tairi kwa ajili ya kusafiria kwa hapa town trip, unatoka mjini unaenda nyumbani unatoka nyumbani unaenda mjini, hiyo haina shida. Unaweza usione shida hiyo, lakini unapokuwa katika safari ndefu, masaa nane, unaendesha gari, joto ni kali sana, ni rahisi sana tairi kupasuka. Lakini kingine ni kwamba tairi nyingi zimeexpire. Tairi ukiambiwa tairi imeexpire ama tairi imeisha muda wake, we huwezi kuelewa kwa sababu huko hapa mjini, lakini ukiwa naendesha umbali mrefu inaweza kusababishia changamoto. Kingine ni kwamba uh, kuna upepo. Watu wengi hawajui upepo gani mtu anatakiwa kuweka katika tairi yake. Ukienda tu katika sehemu ya kubadilisha tairi utaambiwa thelathini na tano arobaini na tano sijui thelathini mbele, sijui thelathini nyuma, ngapi, yaani hauelewi, hata mwenyewe aelewi yaani ni nini, kwa sababu upepo unategemeana na wewe umepakia watu wangapi, umepakia mzigo gani, tairi yako ni aina gani safari yako, yaani ni vitu vingi sana ambavyo unatakiwa uweze kuvizingatia kabla ya kuambiwa 35 45, na hivyo vyote nadhani ni ngumu sana, kwa sababu kila gari na kila uhitaji kuna namna yake ya kuweza kuweka kuweza kujua upepo ni wa aina gani. Sasa wewe leo hii una tairi kama hii hapa, usitegemee kwamba tairi kama hii, hata kama ni mpya, ukaweka upepo sawasawa sawa na mtu ambaye anapakia ana, ana, ana mizigo na anapakia watu na anaenda safari ndefu. So hizo changamoto watu wengi sana wanakuwa hawazifahamu, na ndio sababu kubwa ya kupata matatizo ya kupasuka kwa matairi. Na matairi pia yakipasuka ni changamoto kubwa sana, kwa sababu kwanza, utapata breakdown, pili, utapoteza maisha kama ajali itakuwa imekusogelea. Mtu anaendesha barabarani gari hii, ujue kwamba kwanini ameendesha gari ile, anaenjoi kitu gani ambacho wewe unakikosa Je, yeah, magari yote ni sawa au ni maneno tu ya watu, kama clear coat, ama kama clear tinted ya clear ambayo yenyewe una uwezo kuweka ika mwanga ukaupata, lakini pia jua uh, lisiingie bwana, watu wameenda mbele sana. Chukua hiyo kama ulikofahamu. Sasa hapo tumemalizana na roof, sio kingine ni nini, lakini roof tushamalizana nayo. Ukiingia ndani ya Velar hakuna kelele kabisa, sehemu yenye utulivu wa hali ya juu lakini pia hakuna mambo ya button mengi sana. Hii sehemu hapa hakuna mabutton mengi kama vile uh, baadhi ya Toyota Land Cruiser, let's say, uh, Land Cruiser 200 series. Hapa kuna skrini mbili, skrini ya juu kazi yake ni navigation pamoja na camera na information zote, na skrini ya chini kazi yake ni climate pamoja na seat control zote na model zote ambazo zinapatikana katika gari hii. Hii gari inatambua popote ilipo. Lakini kuna kitu kinafanya gari hii iweze kutambua popote ilipo na kuna siri iko hapa katikati, ha, katika hii draw ya katikati, wengine inaitwa center console. Hapa kuna SIM card. Unaona hii, hii ni SIM card. Kama SIM card yoyote unayojua kwenye sim hii, SIM card inafanya gari hii iweze kupata uh, internet kiufupi. Sasa gari ikipata internet itakufanya wewe ujue gari yako iko wapi muda wote lakini itakufanya wewe dereva, wakati unaendesha gari yako uweze kupata navigation, kuweza kujua wapi kuna traffic, yani kuna foleni sehemu gani, kuna unaelekea sehemu gani, yenyewe ikakupa navigation kupitia msaada wa application mbalimbali ambazo zipo ndani ya gari. Lakini kingine ni kwamba unaweza kuwasha hotspot na watu waliopo ndani ya gari wakaenjoy, na sio tu watu waliopo ndani ya gari, mpaka waliopo nje ya gari, ukawashia hotspot, mifumo mbalimbali na uwezo wa gari kiufupi, music system na kila kitu. Sasa software zinahitajika kila wakati kuwa updated. Sasa sisi wenye magari ambayo yako offline sijui zinakuwa updated saa ngapi, lakini gari inatakiwa muda wote software iwe updated na gari ita perform vizuri zaidi. Lakini sio mfumo mgeni kwa baadhi ya magari, kwa mfano, Mercedes Benz nao wana mfumo wao unaitwa Mercedes Benz Mi, na BMW pia wana mfumo wao huo huo ambao unaunganika na internet kwa ajili ya kuwezesha urahisi katika matumizi ya gari lakini hapo bado tupo kwenye mfumo wa internet. Sasa tuje katika kitu pendwa katika magari, tujaenda kwenye uwezo wa spika hizi gari hii kutokana na u, ile namna ilivyotengenezwa, ukimya uliopo ndani ya gari inafanya mziki uweze kusikia vizuri sana. Kwanza ah, bezi iliyopo ndani ya gari hii sio ile ambayo unaweza ukalinganisha ama unaweza kusema kwamba mtu anaweza akakufungia akapata kitu kama hichi, imebalansiwa unaweza ukakuta mziki lakini mziki haujabalansiwa huu ni mziki ambao umebalansiwa, na una uwezo wa kufanya performance kubwa sana. Automatic unapokuwa katika kona, zenyewe zitakata kona na kukuonyesha mwanga unatakiwa kwenda huku. Yani wewe umeshawasha gari yako, unakata kona, basi mwanga utahamia upande wa kulia kama unakata kulia, na kama kushoto, mwanga utahamia kushoto. Sasa hizi zinaweza kujifull na kujidim zenyewe kutokana na uhitaji wa mwanga uliopo, yani zina sense mwanga uliopo mbele na zenyewe zitapunguza mwanga ama zitaongeza. Lakini kuna yule bwana anakuja kule na full zake, ina uwezo wa kwenda na kubambana na ule mwanga wa yule jirani anayetoka mbele anakuja kwako na kukupunguzia uh, shida katika mwanga ama katika kuona wakati wa uendeshaji. Zinatumia mfumo automatic, ambapo utakapokuwepo sehemu yenye mwinuko na zenyewe zinaweza kupanda na kushuka zenyewe ni automatic. Kiufupi zinafanya vitu vingi sana automatic, lakini kuna baadhi ya magari kama Volvo XC90 zenyewe zina mfumo kama huu na baadhi ya BMW za kisasa zina mfumo kama huu huu mfumo unaitwa Matrix LED Intelligence Headlights. Kwa nini gari zingine zinauzwa milioni 30 na gari zingine zinauzwa milioni 200? Sasa, hiyo inatokana na mnyororo wa thamani uliowekwa ndani ya gari hii Velar. Kumbuka ni ya mwaka elfu mbili na kumi na nane na ndio wa kwanza katika teknolojia nyingi sana ambazo zinatamba sasa hivi, na wameweza kufanya mapinduzi makubwa sana, na na stori nyingi sana kuhusiana na Range Rover Velar. Karibu katika show namba moja ya magari Tanzania. Show inaoitwa inayoitwa The Gear. Mimi inaitwa 255 Jerry, unaweza kuniita 255 Jerry. Sasa bado tunaendelea na stori ya Velar. Uh, Range Rover Velar ina option nyingi sana. Kama ulimiss show iliyopita, basi hizi ziko baadhi ya option ambazo nilizitaja ni ambazo zipo katika Velar. Sasa leo tunaendelea pale ambapo tumeishia. Sasa Range Rover Velar ina option inaitwa air suspension. Huu sio mfumo ambao ni mgeni katika Range Rover. Hata baadhi ya magari inatumia option hizi hizi za airmatic suspension ama air suspension hata ukiangalia BMW X5 ukiangalia baadhi ya Range Rover kama Discovery 3, Discovery 4, Range Rover Sports na baadhi ya Mercedes Benz baadhi ya Audi, Audi Q7, zinatumia mfumo huu wa pneumatic suspension. Sasa katika vera ya mwaka elfu mbili na kumi na nane na kuendelea wameboresha zaidi mifumo hii. Ukiangalia katika Discover 3 ama Discovery 4 inakuradhimu kwa wakati uweze kwenda katika option ya wewe mwenyewe manual kupandisha gari ama kushusha kutokana na mazingira ambayo yapo. Sasa yenyewe imesetiwa mfumo wa automatic, sehemu ambayo unapita inaonyesha kabisa hapa kuna mabonde na milima ama kuna rough road, yenyewe itajipandisha juu automatic, na sehemu ambayo inaonesha iko smooth, yenyewe itajishusha, lakini haitopiga kelele ya aina yoyote. Yani automatic itapanda na automatic itashuka. Sehemu ya parking, yenyewe tu itashuka chini kukuwezesha wewe uweze kupata access nzuri ya kuona sehemu ambayo unapaki. Hizi ni options za automatic ambazo kama ulikuwa ufahamu, basi leo kipindi hiki cha The Gear kimekufahamisha vitu ambavyo vipo katika gari hii, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo vipo katika hii gari ukiachana na kupanda na kushuka. Kuna baadhi ya magari pia yana mifumo kama hii, kama Mercedes Benz GLS pamoja na Audi Q7, ni moja kati ya magari ambayo yana mifumo ambayo inaendana kabisa na mfumo uliopo katika Velar, lakini Velar yenyewe ina ubora zaidi kwenye mfumo huu kwa sababu ina muunganiko wa vitu mbalimbali. Lakini Velar imefanya vizuri kwa sababu yenyewe ina muunganiko wa body rigid pamoja na terrain software ambazo zinasababisha gari yako usiweze kuhisi hata kidogo sauti wakati wa kupanda na kushuka, na kufanya kazi kwa ufanisi sehemu ambazo zinahitajika, zenyewe automatic kupanda ama kushuka. Camera system 360 and off-road view camera system ambayo ni 360 na off-road view. Hii 360 iliyopo katika Velar ni 360 kweli, kwa sababu yenyewe ina uwezo mkubwa sana, inatambua na kuona angle zote. Ukiwa katika edge, ukitaka kupita kama sehemu pembeni, kuna mitaro, utapata kuiona mitaro yote. Sasa kamera hizi zinasaidia pia katika parking, lakini pamoja na yote, ukiwa katika barabara ni moja kati ya vitu ambavyo vinaingia katika upande wa safetyness, yani usalama. Ukitaka kusogea upande na hujamuona mtu, basi yenyewe inaweza kukupa alert. Na kama kuna mtu unataka kumgonga pia inaweza kukupa alert ya aina yoyote, lakini ile mistari iliyopo katika barabara, yenyewe Velar ya mwaka elfu mbili na kumi na nane ina uwezo wa kusense ile mistari, na endapo utaikanyaga mstari ule, yenyewe inaweza kukupa option ya kukupa vibration kwenye steering ama kukupa sign kwamba upo katika line. Kuna baadhi ya magari huwa yanatoa hadi alama pale katika katika uh, cluster ama katika ile dashboard unaoendesha pale, utaona alama kama vile ya mistari ya barabara inapita katika cluster yako. Lakini uh, kwa wale wanaohitaji ushahidi kuonesha kwamba kweli wewe ndio ulimgonga au yeye alikugonga, ama umevuka taa taa, hujavuka taa, Velar ina option ya hizi uh, kamera 360 ambazo zitakuwezesha kurekodi matukio yote ambayo yanaendelea katika gari lako wewe pamoja na watu walikuzunguka, ama uh, waendesha magari wenzako na mazingira kiujumla. Performance and driving feel. Vera elfu mbili na kumi na nane ina option nyingi sana ambazo zinamfanya mtu aweze kuenjoy na, na ina engine nyingi sana ambazo zinamfanya dereva aweze kupata performance ambayo anaihitaji anapata kila kile ambacho amelipia kwa hela yake yeye mwenyewe. Velar elfu mbili na kumi na nane Velar inakuja na 2.0 liter ambayo yenyewe ni ya turbo, na pia inakuja na 3.0 uh, supercharge V6 uh, inakupa driving feelings tof tofauti, ambapo unaweza kupata smooth acceleration, light steering pamoja na quiet cabin. Katika upande wa safeness ama usalama, Vera ina option nyingi sana zinazomfanya mtu aweze kuenjoy gari yake ama awe salama zaidi anapotumia gari hii. Ina kitu kinaitwa blind spot monitoring. Blind spot ni zile sehemu ambazo ukiwa unaendesha gari hauwezi ukaziona, ama gari unairudisha, lakini kuna kipande ambacho hujakiona au inawezekana kuna gari inakuja, wewe ujaiona, kutokana na kitu ambacho kimekuzuia. Uh, blind spot zinatokea mara nyingi sana. Una uwezo ukawa unaendesha gari, mbele yako kuna gari, lakini kuna mtu anavuka kwa mbele, uwezi kumwona. Lakini hizo zote zinaweza kukusaidia endapo unamiliki gari hii, kwa sababu yenyewe ina option ya kukusaidia wewe kwenye swala zima linaloitwa blind spot monitoring. lakini kuna option nyingine inaitwa adaptive cruise control ambayo yenyewe inaangalia mazingira na option ambayo umechagua kwa ajili ya kukuongezea uimara unapokuwa katika barabara, line keeping, unaposogea pembeni ya zile line, kama nilivyosema pale awali, kwa msaada wa kamera na sensa mbalimbali, yenyewe itakurudisha ama itakuweka katika usawa ule ambao unatakiwa wewe uendeshe na kukupa alert mbalimbali mbali. Na kitu kinaitwa AEB au unaweza kuita emergency breaking pale ambapo umeshika breaki ama imetokea object yoyote ghafla, na ina yenyewe inaweza kusense na kujipiga breaki kukusaidia wewe mtumiaji wa gari. Baadhi ya magari inazo option hizi, unaweza ukaangalia kama Subaru yenyewe inaitwa eyesight and emergency braking kali zaidi katika slow uh, trafficking, yani katika sehemu ambayo ina trafiki ndogo, unaweza ukakuta uh, Subaru inaweza ikajipiga breki hizi za kisasa, lakini katika Velar yenyewe ina smoothness na luxury ya hali ya juu kutofautisha na Subaru. Kinaitwa The Gear. Ukihitaji zaidi mambo kama haya, unaweza kwenda katika YouTube channel yetu ukaandika The Gear na utakuta vipindi vyote ambavyo vimepita na vijavyo vyote tutaposti pale. Unaweza kusubscribe pamoja na kulike. Na kama unahitaji kucomment basi nenda katika peji yangu ya Instagram andika 255 Jerry, yani 255 Jerry kupata comment na jumuiya yote wapenda magari, yani Petrohead. Shukran sana kwa director Zosa, Felix pamoja na Kindamba Jerry Spare, production team. See you next time.